Diamond Platnumz wametia neno kwa kile ambacho kimeendelea kwa siku sita za ngiza pale Tanzania. Bwana, siku sita hizi zimekuwa ni za machafuko makubwa. Process zimeendelea, vijana wameuliwa wengi sana pale Tanzania bwana baada ya baada ya zile kura za kumchagua rais, ambapo watanzania walikuwa nakataa kabisa kuchaguliwa kwa Samia kwa sababu hakuwa na mshindani, na protests zikakuwa nyingi sana, vijana wakauliwa sana, internet ikazimwa, ikakuwa ni siku sita za giza, au sio? Basi internet ishafunguliwa na kila kitu kina waka kabisa, watu wako online, wanapost wanapost videos, wanapost comment, wanaandika comments, wanalike videos, na kila kitu kinaendelea posti zinapostiwa, hasa bwana wasanii bwana wa pale Tanzania wamezungumza sana kuhusiana na hicho ambacho kitu kimeendelea kwenye siku zilizosita za ngiza bwana. Kama hapa hivi Diamond anaweza kuongea kwenye Instagram yake, ameandika ujumbe huo mzito sana, nitakuwa nakusomea hapa hivi. Ni, ni, ni ujumbe ambao ulikuwa unatarajiwa sana watu waweze kusikia Diamond anasemaje. Amesema hivi Diamond anakaposti kwenye mtandao wake wa Instagram, na nakusomea: Mwenyezi Mungu ndio mpango wa yote, na hapa jitokea jambo pasipo yeye kutaka, na kila jambo hutokea kwa sababu inshallah. Na kwenye hili Mwenyezi Mungu atujalie sababu yenye baraka kubwa kwa taifa letu hatujalie amani zaidi ya tuliyokuwa nayo mwanzo, hatujalie upendo zaidi, umoja zaidi, mshikamano, upendana, maendeleo na azil, azil, azil, azil, azilazi roza waliotangulia mali pema peponi. Akaeka emoji za Bwana kumtukuza Mungu pale ya love na Kibendera cha Tanzania ndo hicho ambacho Diamond amesema kwenye mtandao wa Instagram. Watu walikuwa wanasubiria sana Diamond anaweza kusema. Watu walikufa wengi sana pale Tanzania, wakiweza kusimama wakiwa wamekaa kwenye msimamo wao kuwa wamtaki Samia na watake election ziendelee, lakini ndo hivo Samia ameweza kuba kinguvunguvu hivo na hatuna cha kusema, puu, subscribe, like, and comment.